Ujui bwana harusi? Alfuna vuko katika katika viuno wanazalilisha. Nitakupiga makofi sasa hivi. Sasa umtie makofi ya nini? Na wewe ndio umekabidhiwa na baba huyu, umwangalie na unazijua vizuri akili zake, sasa kwa nini umpige makofi? Ebu acha mambo hayo bwana, tuendelee na shughuli jamani

Hivo una akili kweli kichwani kwako? Wewe unampigaje kozi shemeji yako? Ntakuzibua. Unajua anashika shika tu mstari. Shemeji huyu wewe, tunataka mkewe yetu, inakuaje? Mko show, usishangae. Mm. Unajua, mm, uh, uzishangae kwa nini hii ndoa nimekushtukiza leo? Hii, mm, ndoa bwana itakiwa ifanyike mwakani mwezi wa nane ila huyu jamaa jana tu amejisikia kakurupuka kanishtukiza tu, baba nataka nioe leo. Nikashangaa, huyu jamaa mbona kanishtukiza? Kama utaki wewe, mwanao muoe mwenyewe. Ndio kwa kwamba ningeshindwa ningeweza, ila kwanza ikabidi nidadisi akili zake mtaani. Nikaambiwa kuwa huyu ni kijana amechanganyikiwa, kiufupi hana akili timamu. Kwaashe uh, inabidi tu tumwozeshe mwanangu, lazima lazima aina jinsi maki asija kaja kugahili Akili zake zenye hazieleweki ni kama za kwangu. Mbwa bwana harusi. Hapa nataka chapati. Chapati na Allah. Allah. Maharage. Mzee Cheche. Mimi naona hawa bwana harusi walikotoka hawajapata chakula. Sawa. Wangetengewa chakula, mama mwingine angekuwa anaendelea. Ni kweli ustazi unachosema ila kuwakili za huyu mpuuzi bwana harusi inabidi kwanza aanze kuoa, alafu ndo aje kula, maana <laughs> anaweza akaanza kula kagaili na kuoa kwenyewe akaniachia. Kweli kwenye mwanangu ni mpuuzi huyuaa. <laughs> <Anana kula, we. laughs> <laughs> No, okay, sawa, utakuwa unanifatisha maneno niasemayo. Mimi nimekubali kumuoa Shakila binti Kicheche. Uh -huh. <laughs> Yani nifatishe mimi maneno niyasemayo. Sio ndio unaposema? <laughs> Nifatishe mimi maneno niyasemayo. <laughs> Eh. Hey. Mimi Clamvevo nimekubali kumwoa Shakila binti Kicheche. <laughs> Yaani nifatishe mimi maneno niyasemayo. <laughs> Mimi Clamvevo nimekubali kumwoa Shakila binti Kicheche. <laughs> Hey, wewe mwacha ujinga wewe, hivyo mwalio sasa anachokwambia. Mbona kulupuka kulupuka kuongea vitu vya hovyo? Shekhe, hapa namaanisha useme hivi. Mimi Clamvevo nimekubali kumwoa Shakila binti Kicheche. Simple vya ovyo nitakupiga kibao, lemba lifunuke. Mpuzi wewe. Umbavu zako. Tuendelee. Umeelewa? Sawa. Nifuatishe mimi ninavyosema. Mimi Klamvevo nimekubali kumwoa Shakila bin Kichechi. Sasa kama hivyo sasa, sema Uh, nimekubali nimekubali kumooa Shakila Shakila bin Kicheche. Shakila bin Kicheche. Kicheche, Kicheche. Nenda taratibu za sambono, kulupuka kulupuka. Inatakiwa uende slow slow. Ah? Ah, basi endeleeni. Kwanza, mzee Kicheche hapa ndo tayari shapita. Ah, ndo shapita. Hakuna cha chapati hapo kwanza ukamchukua mkeo muondoke. Hamna kula mfuzi nini. Hakuna chakula. Naenda kumla mkeo wangu. hapa ampiti mpaka mtu ile akifunga mlango. Uchukui mke hizo ndo bila zetu, sije tunaelewana? uh -huh. so